Kwamba hizi goli maybe mngefungua nyinyi kama mngecheza dabi, nakwambiaje hmm hizi goli walikuwa wanafungwa zaidi ya goli saba, ina maana jana ile ftari alifutulisha pale Engineer Harris. Asingekumbuka kufutulisha sasa, hizi angekuwa hayupo Tanzania, pengine yuko Marekani ama Ujerumani, asingekuepo tena mazingira haya, lakini kwa sababu amepona na ndio maana jana ameamua kufutulisha, ameita wazee, ameita vijana, wachapa kazi, amefutulisha jana. Mimi siamini kwamba yeye Engineer Harris kama ana nia ya kufutulisha angeita watu ambao wanajiweza. Unaita wasanii, unaita waandishi wa habari. Yeye ilitakiwa awaite fanya sana hivyo kwa watu ambao hawajiwezi. Na ndio inavyotakiwa. Huwezi kumfutulisha mtu ambaye ana uhakika watoto wake wana hukumi ana uwezo wa kuwafutulisha kule nyumbani kwao. Wewe binafsi inakuja ina, ina akilini, haiji. Unawafutulisha watu ambaye wanajiweza, wasanii, wachambuzi, eh? Watu kama sisi tunaenda pale wanatufutulisha, jambo baya zile amefanya kosa. Kwa sababu wale wote wanajiweza, wale wanaweza kufutulisha mwezi mzima nyumbani kwao, angeenda kufutulisha watoto yatima, wazee wasiojiweza, ningeamini. Hivi mzee Saidi ajiwezi? Nandi. Yeah. Kuuliza swali. Mm. Kwani Yanga wao hawapagi uh, msaada wale ambao hawana uhitaji? Aha, wanatoa. Wanatoa, lakini kwa jana, kwa kipindi hiki pia, alikuwa ni sehemu kubwa zaidi, kwa sababu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, huku wenzetu sisi tunafunga Waislamu na ndugu zetu wanafunga kwa lazima kuelekea Pasaka. Kwa hiyo binafsi ilikuwa sehemu njema sana kwa yeye kwenda kufutulisha wale watoto ambao hawajiwezi, ambao hata kweli futari yenyewe inawezekana wanafuturu maji tu, lakini leo unaenda kum mtu ambaye anaweza kufuturisha familia yake mwezi mzima. Kikweli amefuturisha kutaka kutangaza umma lakini binafsi IC kwa dini yetu ya Kiislamu IC anachokuwa kufuturisha watu ambaye amekosea kikweli. Amekosea kikweli. Kwa binafsi naamini ile futari, sio, hapa, angekuepo, nane, angekuepo, binafsi naamini kuifanyia Marekani Marekani. Sio. Angekuepo hapa. Angekuepo. Angekula chuma nane. Lakini binafsi wamevunja Wamevunja nini? Wamevunja kitasa geti lisifunguke. Wao wenyewe waliruka ukuta kuingia kufanya mazoezi. Kipigo cha Dodoma na waonea huruma sana kwa sababu hili panchi begi letu tumelikosa. Ndio ndo tulikuwa tunalitaka kwenda Cairo. Elia Mpanzu mzungumzie kidogo, amefanya makubwa leo, kwenda kufanya maangamizi yetu. Elia Mpanzu naamini ndo ataenda kuwa kiungo bora wa ligi kuu Tanzania Bara mm, yeah. mchezaji bora ni Jan Charles Ahoua mchini wa kwanza kucheza Tanzania, na ndo atakuwa top scorer, atachukua tuzo mbili ambaye mimi nimeziona mapema, atakuwa mfungaji bora, lakini pia atakuwa yeye ndio mchezaji bora kama alikuwa Aziz Ki msimu uliopita, lakini huu ni msimu sasa wa Jan Charles Ahoua mchini wa kwanza kucheza ligi ya Tanzania Anaulaia pacha Jan Chaze huwa ni mchina yule, wewe unajua ni mwafrika yule yule, yule mamake mwafrika kile babake mchina, lakini anacheza kwenye ardhi za Tanzania. Nani, angaja. Aa, Jan Chaze huwa ni mchina wa kwanza kucheza ardhi hii, sio jina tu. Wewe unamwona mweusi, lakini yule ni mchina. Yule sio Mwafrika tu unavyojua, yule ni raia pacha Afrika na China babake. Mwaf... babake ni Mchina, mamake ni Mwafrika, ndio anafanya hivi vitu ambavyo wamefanya leo. Kuna goli ambaye nimenikumbusha mkana le Devils wanapigwa goli la tatu pale Benjamin Mkapa leo amefanya ndese Mkwala, amepiga goli la kisigino, ila amemzidi Chama kwa sababu yeye amempiga tobo goli kipa kuna, kuna mjadala ambao unaendelea kwamba Mkwala na atemba nani sasa hivi awe namba moja, kwa sababu ukiangalia Mkwala anafanya makubwa katika mechi ya Costa, hata leo tumeona, lakini atemba kuna nafasi za wazi ambazo anazipoteza. maoni yako katika hilo Ah, hilo ni jukumu namwachia kocha kwenye benchi la fundi kule kwenye kiwanja cha mazoezi, lakini ah, wachezaji wangu wote ni bora, ili naamini kwamba huyu unaomwona Mkwala alikuwa afungi na wetu tulikuwa tunalalamika ni streka gani bora aondoke, lakini unamwona ameitwa national team. Kwa hiyo ni streka ambaye wanaonekana wenzetu wana jicho la tatu, na ndio maana wanamuita national team. Uganda wanachezaji wangapi wacheza nje ya taifa lao, lakini wamemwita Mkwala kumuona kwamba bado ni mchezaji bora, lakini mimi naamini Drew Davis ni zaidi ya makocha barani Afrika. Na ndio maana alikuwa benchi Mkwala, kuna vitu aliviona, vina mapungufu, akaja akarejea, akaenda kumuonyesha kocha wake, na hii bora ya ni yeye sasa Andrew Davis ni muda sasa kuona sasa, huyo aanze, huyo amalize, kama alivyokuwa anafanya mwanzo, maana mwanzo alikuwa anaanza wa kwanza kipindi cha kwanza, wa pili anamaliza kipindi cha pili. Lakini sasa hivi Ateba huwa anacheza zaidi ya dakika sabini mpaka themanini lakini leo umeona Ateba akitokea benchi amecheza dakika chache sana. Kwa hiyo unaamini hili ni uendelezo kwake kuona vile vitu anavyovikosa vinamfanya akajifunze kwenye kiwanja cha mazoezi ili arejee kwenye ubora wake alikuwa nao zamani. Ateba bado ni mchezaji mzuri na ataendelea kufanya kazi ndani ya Simba, na muda bado tunao wa kuwapa nafasi, kwa sababu ndo kwanza msimu wao wa kwanza wachezaji wote hao. Kwa hiyo tunamstaeka bora, kwa hiyo unaamini tuwape nafasi. Ali Salim ameanza uh, Kamara kutokana na majeraha yake kiwango chake, na mnamisi na aimini Kamara, pindi Kamara, tumemsahau. Mimi nafsi, nimemsahau kama tulivyomsahau Aishi Manula. Tumemsahau kabisa Kamara, kama ndo goalkeeper mwenye clean sheet nyingi. Ana clean sheet 15. Lakini, tumemsahau, clean sheet mbili hizo, wamepata magoli kipa mwingine. Akiwa Ali Salim amepata clean sheet kule kule, kule, kule Arusha lakini pia leo wamepata clean sheet nyingine kwa kuonyesha kwamba bado magoli kipa tunao bora sisi, hatujasajili mapanchi begi, wapo kwenye kibao kata eh, lakini uwezi kumkuta mchezaji wa Simba Sports nani kibao kata Waulize Watanga wanajua nini maana ya kibao kata, au Wazanzibari waulize, wanajua. We unaweza usijui, lakini waulize Wazanzibari au waulizi Watanga wanajua nini maana ya kibao kata. Lakini kwenye Samia Kapu ni football vile vile, kwa hiyo ni sehemu ya kufanya mazoezi kwa sababu